Mkuu kwanza kabisa, karibu sana kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Lindi. Hospitali hii imeanza kujengwa mwaka 2021 22 kwa pesa za serikali na kwa sasa huduma zimehamia hapa siku 20 zilizopita, kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba majengo yaliyoisha yaanze kazi huku ujenzi ukiendelea. Kwa hiyo tumehamia hapa, ziara ya kwanza, Mheshimiwa Waziri alinituma hapa ili tuanze. Kwa hiyo tuna wiki 20, siku ishirini tumehamia hapa. Na huduma zimeanza. Naomba uridhie mganga mkuu wa hospitali akupitishe kwa kile ambacho kilichoko kwenye ramani hii. Karibu sana Mheshimiwa waziri mkuu. Asante sana Mheshimiwa waziri mkuu, tunakukaribisha. Kwanza tunafurahi sana watumishi wa sekta ya afya mkoa mzima wa hospitali, lakini pia pamoja na wananchi kwa ujumla. Kwanza tunafurahi sana uwe kwa, kwa uwepo wako, tunakupongeza sana kiongozi wetu, na tunakukaribisha e, ili eneo tulilopo linaitwa eneo la Mitwero kulikuwa na changamoto kidogo kwenye hospitali ya zamani kutokana na uchakavu wa majengo. Ni hospitali ambayo ina umri wa miaka kama sabini, lakini pia miundombinu ya pale kwenye hospitali ya zamani, msimu huu wa mvua, maji yalikuwa yanaingia mpaka odini. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto hiyo, lakini pia eneo lilikuwa ni dogo, kwa hiyo tulikuwa tunapata ufinyu wa kutanua huduma. Kwa hiyo serikali yetu kuliona hilo, kushirikiana na wizara ya afya na uongozi wa mkoa walitupatia eneo la hekari mia moja ambalo ujenzi ulianza mwaka 2021. Kwa hiyo huu ni mradi ambao ni mradi ambao unagarimu mpaka hospitali yote itakapokamilika shilingi za Kitanzania bilioni 31.9, lakini kwa sasa ili kulitekeleza hili eh, tuliweka hatua tatu za utekelezaji. Kwa hiyo kama unavyoona, hili ni master plan ndogo, lakini kuna majengo manne tuliweka utaratibu kuyaganya katika ngazi tatu. Ngazi ya kwanza haya majengo manne tuliyaweka kwenye majengo ya huduma za msingi, ambapo utekelezaji wake haya majengo manne, jengo la OPD huduma za nje, ambapo tuko sasa limekamilika 85% na mkandarasi yuko kazini, na baadhi ya vyumba viko tayari na vinatoa huduma. Lakini kuna jengo la radiolojia, ambapo ujenzi umekamilika, tumefunga na mashine ya CT scan na wananchi wanapata huduma, lakini pia kuna huduma za wagonjwa wa dharura, ujenzi umekamilika na inatoa huduma, na pia kuna wagonjwa maututi, huduma zimekamilika, tunatoa huduma. Kwa hiyo hii hatua ya kwanza ya majengo ya, ya msingi imekamilika, Mheshimiwa, tunatoa huduma, tunashukuru. Lakini pia hatua ya pili ambayo tunakwenda sasa ni haya majengo ya msingi. Majengo ya msingi ni haya majengo matano kuna jengo la lengo la jengo la maabara kuna jengo la kufulia nguo, kuna jengo la chumba cha kuhifadhi maiti, kuna jengo la huduma ya mama na mtoto, lakini pia kuna jengo la wagonjwa wa ndani, yaani idara zote maodi ya kutibu wagonjwa wa ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, gharama zote za hapa hizi ni shilingi bilioni 19. Kwa sasa majengo haya msingi, ya msingi yameshatengewa tayari bajeti, kwa mwaka huu imeshatengwa fedha kwa ajili ya ujenzi wa maabara chumba cha kufulia, jengo la kufulia, lakini pamoja na chumba cha kuhifadhi maiti. Lakini pia plani yetu, tunaenda kwenye hatua inayofuata, jengo la mama na mtoto na huduma za magonjwa ya ndani. Kwa hiyo haya yote hapo kwenye, yapo kwenye plani za wizara kuhakikisha hili inakamilika. Haya mengine yaliyobaki ni magonjwa, ni majengo ya ziada ambayo sasa haya ni ya baadaye sana, tukishakamilisha hapa. Kwa hiyo kwa sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huduma zinaendelea na tunashukuru kwa sababu tuliweza kuhamisha huduma bila kuathiri ubora wa huduma. Huduma zinaendelea, wagonjwa wanapata huduma na walio wengi kwa kweli wanafurahi. Hata idadi ya wagonjwa, wagonjwa kwa mfano wa mama wanaojifungua wakati tupo hospitali ya zamani, kwa siku ilikuwa ni wastani wa wagonjwa watatu mpaka watano, lakini sasa hivi unakwenda wastani wa wagonjwa saba mpaka wanane kwa siku. Kwa hiyo wananchi wamelipokea hivi ivi, ili swala hizi wanaku, jitihada wanakupongeza kwa kimsingi kabisa, ili jengo la hii jengo ambao tupo sasa ni jengo la floor mbili. Kuna hii floor ya chini ambayo tuko sasa, hii imekamilika. Hii ni kwa ajili ya huduma saidizi ambazo zinaendelea kutolewa. Bado ukamilishaji wa vitu vidogo, vitu vidogo unaendelea. Mkandarasi yuko kazini, lakini hii floor ya pili, floor yetu ya juu, hii ni kwa ajili ya huduma za kibingwa ambazo kwa sasa zinaendelea kwenye jengo lingine, lina nafasi ya kutosha. Na muonekano wa hili jengo la wagonjwa wa nje ukikamilika, muonekano wake utakuwa kama unavyoonekana hivi kwa ni jengo linalovutia. Tunashukuru na tunafurahi sana kiongozi. Hizi zilikuwa ni picha za zamani kabla jengo halijakamilika, lakini pia kuna majengo ambayo tayari yameshakamilika. Kuna jengo la radiolojia. Jengo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, liligharimu shilingi milioni mia mbili thelathini na moja limejengwa, limekamilika na limekizi ubora. Jengo hili ndio tumefunga mashine ya CT scan ambayo ina thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni moja milioni mia nane na milioni mia nane kwayo jengo limekamilika, huduma inatolewa. Ukamilishaji wa jengo hili na kutoa hii huduma, mheshimiwa, tunaishukuru sana serikali, kwa sababu hapo awali tulikuwa tunalazimika hizi huduma wagonjwa kwenda Muhimbili. Kama unavyojua kijiografia, mheshimiwa waziri mkuu, Lindi mpaka unaikuta Dar ni kilomita almost mia tano na kwa mtanzania wa kawaida kwa kweli kilikuwa ni kilio kikubwa. Kwa hiyo huduma sasa hivi zinapatikana hapa, wagonjwa wanapata huduma kwa wakati, lakini pia hata yale maeneo ya jirani ya mkoa wa Lindi pia nao wana, wananchi wanapata huduma. Tunashukuru kwa hilo. Lakini pia kuna jengo la magonjwa jengo lile pale ambapo ni magonjwa ya, ya dharura. Jengo hili gharimu shilingi milioni mia sita na hamsini limesha kamilika na sasa hivi linatoa huduma lakini pia kuna jengo la wagonjwa maututi ambao pia nao limekamilika, sasa hivi linatoa huduma. Hili ndio jengo letu ambao tuko sasa, kwa hatua ya sasa, ambao likikamilika, muonekano wake utakuwa kama hivi. Kwa hiyo sisi kama kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Lindi na sekta ya afya kwa ujumla, kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana, tunaomba kwanza tukupongeze wewe binafsi kwa, kwa jitihada. Asante sana mheshimiwa lakini pia tunaomba tuipongeze serikali ya awamu ya sita, kwa sababu haya pia yalikuwa ni maono makubwa. Kipindi sisi tunaanza shule, huduma hizi kubwa kama za radiolojia ambazo ni kidogo za juu zilikuwa zinapatikana kwenye hospitali kubwa kama Muhimbili. Kwa hiyo sasa hivi hadi mwananchi wa chini anaweza kupata hii huduma. Kiongozi, sisi tunashukuru, tunashukuru sana. Mungu aendelee sana kuwabariki viongozi wetu. Mheshimiwa, karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hiyo ndio taarifa fupi ya ujenzi kwa kufuatia ujenzi wa hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Lindi sasa itakuwa na uwezo wa kuona zaidi ya wagonjwa mia moja hamsini mpaka mia mbili kwa siku, lakini wazazi watajifungua saba. Kama umesikia hapo awali walikuwa watatu, lakini kufuatia huduma hizi kuboreshwa wako sasa zaidi ya wagonjwa saba. Kwa hiyo tunaamini tutaendelea kuboresha zaidi, lakini sio hivyo tu, kwa sababu tumehamia na hospitali ya zamani ni mbali. Wizara imetoa basi kwa ajili ya watumishi ili sasa wa waendelee kuja huku na kurudi kule kwa sababu huduma ziko sehemu mbili. Lakini tunaendelea na ujenzi, tunaanza sasa tunategemea kwanza sasa ujenzi wa kantini kama ulivyoona, hapa ni mbali na mji kwao tunajenga kantini ili watumishi waweze kupata chakula hapa. Hata hivyo, tayari tumeshaongea na utumishi kwa ajili ya swala zima la watumishi kufuatia kupanua huduma, kuna uhaba wa watumishi zaidi wa ya 400. Kwa hiyo utumishi wametuahidi kwamba kwa sababu uh, ajira sasa, watu wako kwenye interview Lindi, hospitali itapewa kipaumbele kupewa watumishi ili kuweza kukava hiyo gepu ya watumishi ambao hawapo, lakini vile vile kama ulivyoona kuna nyumba ya watumishi hapa, wameshahamia na wanaishi. Kwa hiyo huduma zinaendelea vizuri pamoja, tumehamia kwa muda mfupi, lakini wagonjwa wanapata huduma nzuri sana. Uh, uridhie upite kutembelea sehemu ya maeneo ili ujiridhishe na kama kuna maelekezo, tupo tayari kupokea, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Karibu sana Mheshimiwa, mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa naibu waziri, mwenyeji wetu, kwanza tunakushukuru kwa kutupitisha kwenye eneo hili. Tunashukuru sana, umelielezea kwa ufasaha, na mimi nikiangalia hospitali hii na maelezo uliyoyatoa, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Umeelezea vizuri kuhusu kuhusu huduma hizi za kibingwa ambazo zilikuwa hazipatikani katika hospitali nyingi mikoani. Tulikuwa na CT scan Muhimbili kwa nchi nzima mahitaji haya yalikuwa yanapatikana Muhimbili peke yake. E, haya mambo ni mazuri sana u, u, u, watu tuwe tunakumbushana na, na, na, na, na Rais Samia ni rais wa sita. Yangekuwa mambo mepesi, yangekuta yote yalishafanyika. Kwa hiyo ni vizuri tukajua hizi ni jitihada za makusudi zimefanyika, tena jitihada zinazozingatia utu utu eneo mojawapo na la msingi sana ambalo linazingatia utu ni afya ya mtu. Sasa umeongelea Lindi, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Ruvuma, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Mbeya, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenu Kigoma, hapo kuwepo na, na, na huduma za aina hii. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu Singida, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu Mwanza, hivyo ilivyokuwa kwetu Simiu, hivyo ilivyokuwa kwetu Mara ndani ya miaka minne na sehemu Mheshimiwa Rais ameweka hizi CT scan mikoa yote ishirini na sita ya Tanzania bara yote, na, na MRI katika hospitali katika kanda kuweza kurahisisha huduma zingine za kibingwa za namna hiyo. Sasa kwa kuwa pengine kuna eneo moja hatujalifanya vizuri kama serikali, kutokutambua kutokutambua kazi hii kubwa ambayo Watanzania kwa kupitia kodi zao wamefanya. Huwa tukipokea tuki msaada hata wa choo tu, tukijengewa choo tunalikuta bango kubwa kwamba choo hiki kimejengwa kwa hisani kime ya watu wa sasa niwaelekeze Mamlaka ya Mapato Tanzania ya, inapofanyika miradi mikubwa kama huu na umejengwa kwa fedha za Watanzania, mradi mkubwa kama ule wa bandari milioni, mia, bilioni mia mbili na themanini kwa fedha za Watanzania, mradi kama wa bwawa trilioni sita nukta tano kwa fedha za ndani, tena tukiwa tunaambiwa hatutaweza na tukaweza, kwa mradi mkubwa kama wa daraja la Kigongo Busisi wawe wanaweka bango kubwa hivyo hivyo kwamba mradi huu umejengwa kwa fedha za Watanzania. Wao waipitie miradi yote hii ambayo ilishajengwa na nyingine itakayojengwa kabla ya siku ya uzinduzi. siku ya uzinduzi watu waliona hilo bango kwamba Watanzania na wenyewe wamejenga mradi huu. Watanzania wameweka CT, wameweka CT scan mikoa wa yote Watanzania wame, wame, wameweka MRI Watanzania wanaondoa hospitali za zamani zilizokuwa zimechoka na wamejenga hospitali mpya ya aina hii. Ukifika, kwa, ukifika hospitali nzuri, hata kama ulikuwa unaumwa sana, unaanza kupatapata nafuu hivi, kwa matumaini kwamba hapa nitatibiwa. Kwa hiyo mimi nielekeze kitu kimoja tu, Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, kumekuwepo na kilio maeneo mengi ya zile dawa mahususi kukosekana tuna hospitali nzuri na majengo mazuri na huduma nzuri za vipimo vipimo vinapatikana vya, vya kisasa ambavyo mtu akipelekwa India anatumia vipimo kama hivi hivi inatokea tu. Tuna madaktari wazuri na mheshimiwa Rais ameelekeza ame, ndani ya siku mia waajiriwe wengine elfu tano. Kumekwepo kumekuwa ikijitokeza ikijitokeza mgonjwa anaonana na daktari bora kabisa, bingwa, vipimo vinaonyesha, vinatambulika anachoumwa inaonekana, dawa ile mahususi anayotakiwa kutibiwa haipatikani hospitalini. Hili limekuwa likileta dosari, na wagonjwa wakielekezwa wakatafute dawa kwenye kioski ama kwenye duka la dawa lililo jirani. Sasa hospitali kubwa kama hii inatakiwa iwe na duka la dawa na inatakiwa iwe na dawa zote ambazo ni za muhimu na zinazohitajika kwa. Mheshimiwa naibu waziri, fuatilieni kitengo chenu kile kinachotafiti aina ya dawa, kifuatilieni vizuri, na bohari ya dawa yenyewe inayonunua, inayoagiza, inayoagiza dawa ifuatilieni vizuri, isije ikawa zinafanyika janja janja katika baadhi ya maeneo. Haiwezekani hospitali kubwa kama hii ikose dawa, alafu duka la mtu binafsi tu yuko pale, kioski kioski kipate zile dawa. Kwa hiyo fuatilieni kitengo kinachotafiti ni aina gani ya, ya dawa zinatakiwa Lindi, zipatikane hizo hizo, kama duka binafsi linapata hospitali inakosaje? Na bohari yetu inayoagiza dawa na yenyewe izingatie mgawanyo wa dawa, kwa mfano leo hii ukienda ukarundika dawa nyingi za malaria ya Zanzibar utakuwa hujatafiti, kwa sababu reti hiyo ya, ya malaria ya walishaitokomeza. Kwa hiyo inawezekana kutafiti na, na kujua eneo fulani ni dawa gani zinatakiwa. Kwa hiyo hili, hili Mheshimiwa Naibu Waziri, kitengo cha utafiti na bohari izingatie, kwa sababu ukienda kwenye takwimu za, za utoshelevu wa dawa asilimia themanini, tisini, mia. Ukienda hospitalini kila mgonjwa anaelekezwa ka dawa hii haipo hapa, akatafute kwingine. Hili halikubaliki, na kwa kuwa tunaelekea kwenye bima, bima ya afya ambayo tunataka watu watumie kadi, tunatarajia bima ile impe vyote pale hospitalini ambapo, ambapo anaenda, anaenda kutibiwa. Kwa hiyo nil, niliona nisemee hii kwa sababu ndio ambayo nimekutana na maeneo mengi na ndugu yangu e, Mheshimiwa Rais ameelekeza mili isikataliwe, ili najua wamesha kuarifu eh, mili ikinapotokea, watu wameondokewa wa, wa, wa, wa na mpendwa wao, utumike utaratibu wa maelekezo uliotolewa, watu wasi, wasizuiwe kuchukua mwili wao kwa sababu ya mambo ya malipo. Na tumesema pia wagonjwa wanaokuja wa dharura akishafikishwa mgonjwa wa dharura ajali, apelekwe moja kwa moja kutibiwa, mambo ya kuandikishwa yatamfuata akiwa kitandani, anapata matibabu <coughs> hivyo hivyo mama mjamzito ameshikwa na uchungu, ameshafikishwa hospitalini, apelekwe moja kwa moja kupata huduma, mambo ya kuandikishwa yatamfuata kule kule. Na kuna wengine wanakuja E, hakuwa amejiandaa ndani. Nilipita na mkoa mmoja nikaelekeza, sijui ya jaja na ndoo, sijui ya jaja na beseni. Haya ni mambo ambayo kwa taifa kubwa kama Tanzania, hospitali kubwa kama ya Lindi, mnatakiwa muwe na akiba hizo. Asi, asisubirilishwe, eti mnasubiri beseni, sijui mnasubiri ndoo. Haya muwe na akiba kwa dharura za aina hiyo zinazoweza kujitokeza. Otherwise niwapongeze kwa hatua hii ambayo mmefanya ya kuhama hospitali bila kuathiri huduma, ili ni jambo la msingi sana ambalo E, linaipa heshima serikali, na haya ndo mambo ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ametaka Watanzania wapate tabasamu hilo. Ai, asanteni sana. Tungeweza kuongea sana, lakini kwa sababu tuko hospitali tuko hospitalini, nadhani niwaombe mridhie tumalize hapa tusalimie wachache, ili tuweze kuendelea. Lameck Nchemba ambaye yupo katika ziara yake ya kikazi katika mkoa wa Lindi ukiwa ni mwendelezo na uh, wa ziara ambao amekuwa akifanya siku za karibuni katika mikoa hii ukiwemo Lindi ambao uko hivi sasa akianza jana mkoa huu, lakini alipita katika mkoa wa Songwe, akapita katika mkoa wa uh, Mbeya ambako kule alipita kimahususi kukagua uharibifu uh, uh, uliojitokeza wakati na baada ya uchaguzi zilipotokea zile vurugu, lakini kwa hivi sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuja kwa ajili ya zoezi la kupata eh, kukagua maendeleo ya miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali katika mkoa huu wa Lindi pamoja na